Mimi sijaenda Marekani toka nizaliwa ni na bado, Marekani umeniahidi unanipeleka hadi ni leni. Eh, katika Zaburi tano mstari wa nne aidie na sitekeze na yeye ni mchungaji najua hayo, ukishindwa kuitekeleza ni uenda wazimu, na imesema kabisa, alafu ka mdomo Isaya ka mdomo, sijui umenielewa. Ndugu zangu, sisi wa Kristo nasema, ukiangalia najua, hata kwenye Uislamu inasema kabisa. Ukiangalia misali 18 misali wa 24, kinywa chako ndio kinaweza kukubomoa au kukujenga. Gwajima anajua wapi nitumie kinywa na wapi ni sasa. Hiki kinywa amekitumia sehemu akimbii. Kwa hiyo, Gwajima karakta yake, amejipanga kwa sababu anajua kabisa ngoma. Kwa hiyo, mimi nawaomba waandishi habari, na hii muipeleke kama navyotaka ipeleke, mjomba arudi kwenye game chama, na viongozi wote wasimhukumu, sijui umeelewa. Wamwache aje kwenye game. Najua atatamani kutokuja kwenye game na atasingizia kwamba watu wamefanyaje, wameniataki mimi si hajakosea, kwa sababu ndio tabia yake kwao. Tunamsubiri aje kwenye game, arudishe kijiti kwa kile sehemu alizofanyaje kitoa, na mimi nitajisikia vibaya sana mjomba akiwa haipo kwenye game, kwa sababu mimi nataka nginja nginja, yani energy niyo nayo hapa, ilikuwa ni energy ya mtu wake. Yani anakimbiaje? Yani let me declare, anakimbiaje na watu wote wanajua nilinyanganywa haki yangu ambao nimepambana kidemokrasi. Kwa hiyo warudi kwenye game na nimemwambia hata juu, nimeandikia message mjomba, ukimbii. Najua ameniomba vitu vingi. Alikuwa naomba angalie upepo fulani na katwa au akatwe. Ameangalia fulani, unamkata kwa condition ipi? Imefikia hatua nyinyi, mashahidi hapa, juzi si hamjui tu. Gwajima ameitengeleza mpaka kesi ya mimi kunitengenezea issue. Sijui, unaelewa. Na akasaidia na baadhi ya watu ambao nawajua, nimepata mateso tunajua jana amekosea na juzi amekosea na kunya, kwasabu, na juzi juzi kile amekosea, lakini leo anakuja kwa sababu ana mzigo anakupa wewe, unasahau mambo yote. Tanzania, we need to change, tubadilike na tuache uchawa, bali kwamba yale maswali ya ahadi za Gwajima zilikuwa sio ilani ya chama cha mapinduzi, ilikuwa ni utashi wake, na nilijua kabisa huyu jamaa ana fedha. Lakini siku mimi naambiwa nitulie, umri wangu bado na muda wangu bado, sikutulia. Kwa kutulia, niliangalia weakness wapi na nikaanza kuishi na jamii mimi nishagaamua nataka kuwa sauti ya umma kwa namna gani, na tayari hiyo sauti nimeshakuwa nayo. Kwa hiyo kwa muda wote ajuma ka kinipima naniona kabisa huyu mtoto anakuja, kila akinipima naona nanafanyaje, anakuja alafu akiangalia, ukiacha ile ya uvuvi, ukiacha kabla uka juma, nishawahi kusema ameleta treni na vitu viko bandarini sijui. Unaelewa ndugu zangu, sasa sema vitu vimeshaingia. Kwa hiyo ukija kuangalia Gwajima kama nilivyokwambia, tayari Gwajima anajua ya kudive na sisi wa Tanzania. Kwa maana hiyo, ukiacha hizo ahadi zake na alizoongea msukuma, ndio maana nikasema tusimwataki Gwajima kwa ajenda ya juzi, kwa sababu ana ajenda nyingi, sijui unaelewa. Na tusi tusi, kuna watu wanajificha kwa mapungufu ya Gwajima kuficha na yeye ajenda na wanaza ajenda kama za Gwajima. Kwa mimi, Saizi tuna katiba moja ambayo ya kumlinda Mheshimiwa Rais, katiba kabisa kila Mtanzania ana wajibu wa kumlinda nani, rais aliyopo, awe ana mapungufu gani, kwa sababu huwezi kumuondoa kama akiwa ndani, labda ufanye mapinduzi, na si, ukifanya mapinduzi sisi watu tuna jukumu la kulinda mtu asifanye mapinduzi. Unampindua nani? kuna kuna mkoloni hapo enzi hizo? Akina wa Nyerere walikuwa wanapindua nchi ambazo zimetawaliwa na nani, na wakoloni. Kwa hiyo huwezi kutukana na wenzio wakati wana mapungufu mengi. Tutamwanalisi sisi kwa tabia yake na sio kwa utu wake, a karakta yake. Kuna watu wanakunja ulimi, sio baya, sijui. Unaelewa ndugu zangu, hiyo ni jini na sio kosa kuwa na hiyo tabia. Tusimhukumu kwa sababu ya tabia yake, lakini tumwaso, tumtoe kwa sababu ya tabia yake, kwamba tabia yake haifai engo hii subutu. Na wengine wamenibandika character kwamba ni hard character, yani ni character ngumu, kwamba Furaha, na mkiona mimi sijawahi kuaminiwa, yani kupewa e, nafasi ya kupendelewa. Naamini katika Wedo. Sasa inapokuja fact ya hmm, nilikuwa sipendi kujibu hili swala la Uncle G, mimi namwita Uncle G eh, la mbunge wetu aliyopo, naongea kama Mwanakawe, kama Mtanzania, kama alivyoongea yeye. navua vitu vyote, naongea kama nani, Mtanzania. Waandishi wa habari ndugu zangu na Watanzania wote kwa ujumla, sisi Tanzania tuna weakness moja kubwa sana, tuna weakness ya kusahau, sijui umenielewa na tunahukumu watu kwa nyakati, kwa matukio, hatumhukumu mtu kwa history. Yani, kuna watu wana tabia hiyo, tunasema wana character zao, character kama mkemia, naongea kama mkemia ni genes. Yani hiyo genes iko kwa ajili yake, sio kwa ajili yako wewe. Sasa tunapokuja wengi, nimeona na na mchungaji Bishop Gwajima mbunge wangu wa Kawe hizi smart yaani na declare his smart kwa sababu amesha tuona sisi walio wengi hatuko smart, lakini mimi ananijua mimi ni smart kuliko yeye, ndio maana nilimshinda kwa sababu namjua. Unajua, ukitaka umjue opponent yani wako yani mpinzani wako lazima umjue tabia zake mienendo yake issue zake na weakness zake, ili unapoenda kumbato kumbato katika weakness. Kwa hiyo ukija kuangalia kwenye issue ya Gwajima, Gwajima ameongea vitu viwili, si toingia kwenye detail, kwamba kama hukunielewa nitarudi tena kama ukinisikiliza, na nahisi hujanielewa mimi narudi. Gwajima nilimwelewa na namwelewa na toka siku nyingi. Gwajima ana character, yani naongea kitaalamu sasa, ana character ya tunasemaje, ni manipulator. Tunawahitaji hawa watu e, yani, ni, ni kama mawimbi, tides. Anajua ku kuswimu kulingana na wimbi, naafanyaje linapopiga na, na, na, na sio gwajima tu, wapo watu wa aina ya gwajima wengi kwa hiyo Gwajima anachokifanya yeye, anaangalia ni wakati gani, ni jambo gani lenye interest, hasa wakati anapoenda ku fall down. Yani, anajua kabisa saa hizi mimi huku akina Furaha wanalipigia push up, na mimi hii mliweke hivi, mzee mwenzangu mliweke hivi. Na declare interest, mimi ndio mpinzani wake niliyemshinda na kiti kile amekitoa kwangu kupitia mzazi wangu sijui umenielewa. Na kauli moja aliyosema mzazi wangu hayati John Makufuli aliyenipenda sana, alisema tuleteni nini Gwajima. Kabla hawajamhukumu Gwajima, watuletee kauli ile ile. Natamani mchama changu kiseme tunawaletea nani Gwajima kwenye uchaguzi huu, kwa sababu Gwajima ameshajua saa hizi anaenda kufall down. Mwaka huo tukiwa wadogo sisi bado tukiwa mashuleni na vioni 2010, 2009. Gwajima alikuwa na agenda. Gwajima alitaka ku fall down kama mnakumbuka, akaja na ajenda ya kubadilisha misikiti kuwa big sunday na kipindi hicho mzee Lowasa alikuwa ameshaanza ku hayati alikuwa ameshaanza kuonekana na mvuto. So, ameingia mzee Kikwete Gwajima alianza kumbato mzee Kikwete kwa kujua yuko kwenye engo ya mzee nani Lowasa, kwa sababu alikuwa ameshamuona mzee Lowasa kwa sababu tayari ameshaanza kudominate mvuto. Kwa hiyo na mzee Lowassa alikuwa ni mlusere. Kwa Gwajima aliamua kutukana pande zote ngapi? Mbili. Kutukana pande ambayo ina ina rais ambaye ni Muislamu na akamtukana pengo kwenye kipindi kile. Akasema alimtukana maneno ambayo sitaki kuyarudia. Lakini sote tuwafanyaje? Tunajua. Kwenye wakati huo Gwajima na ndio tukaanza kumwita jina la nani? La Mshenga. Umeelewa ndugu zangu? Tukamwita jina la nani? La Mshenga na akasema na mnukuu atarusha helikopta, si ndivyo? Atamfuata mzee Brembo huko ali, wakati wa kampeni, kila mtu mnakumbuka hiyo. Gwajima, ikaisha hiyo kampeni na ikampa mileage, si umeelewa? mm -hmm, kwa swali na alivyotolewa pale, alivyoona kabisa pale anaenda ku four down, alivyokuwa amepewa ule uwanja wa Tanganyika Packers, akajua kwa sababu ya kauli zake na amevamia eneo ambalo ni, ni mali ya umma si ndivyo, akajua kabisa hapa anaenda kufukuzwa Gwajima alienda kwenye chombo cha habari Clouds tarehe 9 tarehe 9 mwezi wa 4 kama mwaka 2020. Sijui umeelewa, kwa swali. Anasema eti kwa sababu watu 500 500 wanapata kila siku, kwa hiyo uwanja ule wa Tanganyika Packers ni mdogo eh, kwa hiyo yeye anaenda kujenga arena kwenye uwanja ambao, kwa jina ambao ni huko, uwanja huko Tegeta pale. Yaani kuna uwanja mkubwa kuliko Tanganyika Packers, ambapo anaenda kujenga arena ya watu 60000. Waandishi wa habari mnasahau, Wandishi wa habari hamrudi kwenye reference, kwa maana yake Gwajima anajua nyinyi huwa mna mnaruzi, record. Kwa hiyo yeye anatempa na wakati ambao tunafanyaje. Character hiyo ni character, sio CO, sio tu ni yani, ana uwezo akatoka alivyokuja Magufuli akahama kwa mzero wasa sio juu so, umeelewa mwanzo ai-alikuwa bado hajahama pase akakamatwa, mnakumbuka, na watu wake wakaanza kusafisha gari, kila mtu anajua alivyoona huu upepo ni mgumu. Upepo wangu ulikuwa wa moto, ulikuwa sio upepo ambao, unajua, kila mtu ana karakta zake. Alivyoona huu upepo mgumu, aka aka lay down, akatafuta approach approach, akamuini mzee, sijui umenielewa, mzee, akamwamini mpaka ikafikia hatua kumtoa mwanaye wa pekee, si ndivyo? Kwa ajili ya kumpa nafasi, na wakati tumepigana naye, na mimi hamjui mimi, nimekaa na Gwajima more than even 20 times Sijui umeelewa anachowaambia ndugu zangu kwa sababu haya mambo hayakuwa public. Siwezi kuyaongea na kila siku nilivyokuwa naongea kwenye vyombo vya habari nasema huyu ni mwongo, ni muuni. Watu wananiona mimi ndio mkorofi. Wanasema namwambia maneno gani? Saa hizi kwa nini tutoke saa hizi tuanze kumtukana wakati sisi tunamjua historia yake? Na kuna wakati mimi nishasema huyu, nikaandikiwa mpaka barua ya maadili. Kwa kuna watu pia walimtetea. Lakini mwambie huyu, mimi namjua hayuko na tabia hana upendo huu, hana uhalali wa kuongea ajenda yoyote kwa wananchi. Sijui umeelewa? Hana hiyo, hana. Yaani Gwajima hana ile point ya kukuhurumia wewe. Ila anaangalia kwenye point ambayo tunahuzunika wengi. Hakuna mtu anayefurahia mambo ya utekaji. Mimi mwenyewe najua nimeshakuwa mhanga. Nobody who feel that if. Lakini sasa Gwajima hana huo wa kuongelea ajenda hiyo. Kwa hiyo ameiona, niambieni ni ajenda gani waandishi wa habari. Bishop Gwajima aliyoianzisha ya kupambania wananchi. Tell me. Tell me ni ajenda. Na kama hujui, Watanzania wengi na sisi vijana Tumekuwa watu wa kufuata mkumbo na upepo. Mimi nimeona watu juzi wanamjibu bungeni. Unamjibu kwa emotion, usimjibu kwa emotion. Yule yuko strategic. Ameshajua uko Furaha ananiwasha moto. Ni Niambie lini Gwajima ameshawahi kutoka barabarani, toka nimseme akanijibu. And some even this you will never answer. Kwa sababu anajua namjua na najua weakness zake na akinijibu mimi ndio nitamwambia. Aisha zoea kutukana watu, mimi huwezi kutukana. Aisha jiita mambo ya kaskazini, mimi ndio mwamba wakati. Kwa maana yake tufike mahali tubadilishe sisi mentality. Na nyinyi vijana wenzangu, kila siku nasema tumekuwa machawa. Waandishi wa habari tumepoteza hata mvuto wa uandishi. Tunaandika andishi, mimi nikikupa buku tu unabadilisha ajenda yote. Imezoa ajenda na nilinda mimi, unaibadilisha yote. Kwa sisi kwanza tuanze kubadilika kama vijana wa Tanzania kabla hatujamjibu mtu kwenye tukio. Tumjibu mtu kulingana na karakta na sio Gwajima tu. Kuna watu ambao ni manipulator kama Gwajima. Wapo wengi, wengine ni mawaziri, wapo ambao wao watajipendekeza kwako na nishasema kipindi cha nyuma nilisema pale Star TV kwamba kuna kupe. Sio unaelewa na wamejiattach kwa mheshimiwa rais. Kwa sababu mimi na uhakika huo hata sisi wakati mzee wetu akiwa rais walijiattach. Niambieni rais gani anayefurahia watu kutekwa? Magufuli ashawahi kutoa mpaka maelekezo na watu hata yafati. Kuna tatizo la yezekana utekelezaji wa nini? Wameelekeza viongozi. Mama Samia anaweza kateka mtu? Amekuwa mtu. Kuna siku amesema hapo. Mimi naelewa